Ni kitu ambacho kinafanyika, kama nimesikia nimesema, ni vile tu, kwa sababu kwenye mawasiliano meseji ikishatoka kwa senda akienda kwa receiver, njia inatengenezwa kiasi kwamba huwezi kuingilia katikati sawa. kwa kwa hiyo lazima, hiyo kwa hiyo lazima iende. Ndiyo maana nasema kwamba kama alikuwa intend kutumia watu milioni moja ikifika labda mia mbili ni unusual, inakuwa flagged Alafu watu wale waliobaki laki tisa na, na sijui na ngapi hawatapata hizo meseji, ila hawa mia mbili watapata. Sawa, cha kwanza. Kwa hiyo cha pili ni kwamba zile meseji wakati mwingine system zipo na ndio ndo maana ukisoma zile meseji utagundua vitu vingi sana. Kwa mfano badala ya kuandika o oh, anaweka enda kazilo, zile meseji anazibadilisha kiasi kwamba zisiwe katika mkutadha ambao ni rahisi sana kutambulika. Kwa hiyo na system ni kompyuta, kwa hiyo inaangalia zile keywords na vitu vya namna ile, naweza kuna kunani kublock, lakini ni juhudi ambazo uh, watoa huduma pamoja na serikali tunaendelea kufanya kwa kuhakikisha kwamba zinakuwa hapo <tune>